Katika ulimwengu wa mieleka, majina mengi yametokea na kupotea. Lakini ni wachache sana walioweza kuingia moja kwa moja kwenye ndoto za mashabiki kwa hofu na mshangao. Moja ya majina hayo ni Papa Shango, mpambanaji wa ajabu aliyefanana na mchawi kutoka misitu ya Afrika au vilindi vya Voodoo ya Karibiani. Alikuwa zaidi ya mpiganaji, alikuwa na ishara ya uchawi, hofu na fumbo katika ulimwengu wa WWE. Hii ni hadithi ya mtu mmoja aliyechukua tabia ya hatari ya kimafumbo na kuifanya kuwa sehemu ya historia ya mieleka ya WWE. Hadithi ya Charles Wright, mchawi wa mieleka anayejulikana kwa jina la Papa Shango. Charles Wright alizaliwa mnamo Mei 16 ya mwaka 1961 huko Las Vegas mjini Nevada. Alikulia kwenye mazingira ya kawaida lakini akawa na kipaji kikubwa cha michezo hasa kwenye bodybuilding kwa maana ya mazoezi ya kuongeza misuli. Kabla hajajihusisha na mieleka, it Wright alikuwa mlinzi wa klabu za usiku na alisifika sana kwa kuwa na mwili mkubwa na alikuwa kivutio kwa macho ya maskauti wa mieleka. Baada ya muda alianza kupigana chini ya majina mbalimbali hadi alipofikia hatua ya kuvutia macho ya viongozi wa WWF ambayo sasa ni WWE mwanzoni mwa miaka ya 1990, lakini ilipofika mwaka wa 1992, WWE ambayo zamani ilifahamika kama WWF walihitaji kitu cha tofauti. Katika mchezo huo walitaka mpambanaji akatayewakilisha nguvu za giza, mtu wa aina ya kipekee sana. Hapo ndipo walipomleta Charles Wright na kumgeuza kuwa Papa Shango, jina linalochukuliwa kutoka kwenye ibada ya Vodou, ambapo Shango alikuwa ni Mungu wa radi na ngurumo kutoka Yoruba huko Nigeria. Alikuwa mwanaume mrefu mwenye rangi nyeusi usoni, miwani ya fuvu na masharti ya kiuchawi. Alivalia kanzu za kikabila, mikufu ya mifupa na daima alitembea na kibakuli cha kutoa moshi kilichoonekana kama kikohozi cha roho za kuzimu. Tofauti na wapiganaji wengine, Papa Shango hakucheza mieleka tu, alicheza na akili na hisia za watazamaji. Papa Shango alipoingia kwenye ulingo hakuwa tu na pambano la kupigana, bali ilikuwa ni kama ibada ya usiku, ibada ya ajabu ya kustajabisha zaidi. Wapinzani wake walitapatapa si tu kwa sababu ya kupigwa, bali ni kwa sababu ya yale yasiyoonekana. Kama vile alipiga ukuni wake wa uchawi chini ya ulingo na kuacha moshi mweusi wa ajabu ulingoni unaozuia mpinzani kupigana lakini pia alimwaga unga wa ajabu kwenye nyuso za wapinzani, na wapinzani wakaanza kutetemeka, wengine walianguka chini ghafla. Lakini pia Papa Shango aliweza kumtazama mpinzani wake kwa macho yake, na kisha mpinzani akaanza kutokwa na damu ya giza puani au katika mdomo wake. Papa Shango alikuwa akiingia ulingoni, aliwasha mishumaa na kuzungumza lugha zisizoeleweka, lakini pia aliweza kuwaloga hadi kuanguka sakafuni bila ya kuwagusa wapinzani wake. Papa Shango hakuwa tu mchawi wa giza, alikuwa mtaalamu wa kisaikolojia wa giza, na alijua namna ya kuogopesha mpinzani kabla hata hajapanda jukwaani. Alijua namna ya kuchelewesha pambano ili kuamsha hofu kwa mashabiki, lakini pia alijua jinsi ya kuwafanya hata wapinzani mashuhuri kama vile Ultimate Warrior kuonekana dhaifu wakati alipokumbana naye ulingoni, na hii ni kutokana na kupumua kwa tabu kutapika au hata kuanguka pasipo kuguswa. Papa Shango alifanya mashabiki wa mchezo huu kuamini kuwa minikuwa alikuwa na nguvu za kiutawala wa akili. Watoto walilia, wazazi walilalamika, na wengine walilazimika kuzima runinga kabisa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya WWE, kulikuwa na tabia ambayo baadhi ya watu waliamini kwa dhati kwamba ina nguvu zisizo za kawaida. Ilifikia hatua baadhi ya miji haikutaka Papa Shango aonyeshwe kwenye matangazo ya moja kwa moja, lakini kwa WWE hii ili kuwa ni hatari, lakini kwa mashabiki wachache waliopenda sana sinema na mafumbo, ilikuwa ni dhahabu safi na waliopenda kuitazama. Ingawa tabia yake ilikuwa ni ya kipekee sana, kipindi cha Papa Shango kilidumu kwa muda mfupi sana, na ni kati ya mwaka 1992 hadi mwaka 1993. Baadaye WWE iliamua kusitisha tabia hiyo kwa sababu ilihisi ni ya kutisha sana kupita kiasi kwa watoto, lakini ilishindwa kuendelezwa kwenye storyline kubwa za wakati huo na pia haikuwa ikileta mapato makubwa kama walivyotarajia, lakini waliamua kusitisha kutokana na watazamaji wengine walihisi ni ya kipuuzi au ni ya kishetani sana lakini licha ya hayo, jina la Papa Shango lilibaki kwenye akili za watu na Charles Wright baadaye alibadilishwa na kuwa kama Mustafa na kisha kuwa kama The Godfather na tabia nyingine maarufu iliyompa umaarufu wa kudumu katika miaka ya tisini. Lakini kila tabia aliyoiigiza alileta kitu cha tofauti, lakini hakuna hata mmoja iliyotikisa akili kama ile ya Papa Shango. Leo hii mashabiki wa WWE waliokuwepo miaka ya tisini hukumbuka moto wa uchawi wa Papa Shango, mavazi yake ya kufanana na wachawi wa Voodoo, na tabia yake ya kutibua akili za watu. Wengine wanaamini kuwa alikuwa ni mtangulizi wa wahusika kama vile Undertaker pamoja na Bray Wyatt na wengine waliotumia giza kama silaha ya hofu. Papa Shango alileta mchanganyiko wa sinema, hadithi za watu na mieleka kwenye jukwaa moja. Na kwa hivyo, amebaki kuwa mmoja wa wahusika wa kipekee kabisa katika historia ya WWE. Ulingoni wengi walipigana, wengine walishinda, lakini wachache walikuja na kitu kisichoelezeka. Papa Shango hakuwa mpiganaji wa kawaida. Alikuwa na uchawi uliofungiwa kwenye television za mamilioni. Hila zake zilibadilisha kila kitu na hadi hivi leo tukizungumza kuhusu uchawi wa mieleka. Basi jina lake huibuka tena kwa sauti ya moshi. Je, ungeweza kupambana na mpiganaji ambaye anakuloga bila kukugusa? Papa Shango hakuwa wa kawaida, alikuwa ni kivuli kinachotembea na mzimu wa uoga. Mpaka hapa sina la ziada, na kama umefurahishwa na simulizi hii, basi usisahau kulike, kusubscribe na kushare katika YouTube channel yetu, ili kuwa wa kwanza kupata makala zetu mpya kila zinapotoka. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza.